Je, wewe ni mfugaji wa kuku? Umefuga miaka mingi, lakini bado unapata hasara au hauelewi matumizi yako shambani kwako? Ndio maana tumetengeneza Fuga ili kukusaidia kupunguza hasara na kusimamia shamba lako kwa urahisi zaidi. Mambo vipi wafugaji, kwa majina anaitwa Brayan kutokea Fuga. Mwaka 2021 nilivyoanza ufugaji wa kuku nilikutana na changamoto nyingi sana, nilivyoanza nilikuwa sijui inaanzia wapi kwanza, kwa siku inaanzia wapi huku, uh, wanahitaji chakula gani, kiasi gani kwa siku, chanjo lini unawapa, unatuza vipi rekodi yako, ili siku ya kuuza uze kwa faida. Nikutana na changamoto nyingi sana, na nikaamua kuongea na wafugaji wengine ili kuwauliza, je, wao na wao wanapitia changamoto kama hiyo. Nikaja kugundua kumbe ni wafugaji wengi sana hapa Tanzania wanapitia changamoto kama hiyo, ndio maana tukaamua kutengeneza Fuga App. Fuga app ni application inayokusaidia we mfugaji wa kuku kusimamia shamba lako kiurahisi zaidi kwa namna ambayo haijawahi kutokea. Kwa kupitia Fuga app kama wewe ndio kwanza tu unaanza mfugaji wako wa kuku, Fuga app inakusaidia kujua gharama za kuanza ufugaji wa, wa kuku, lakini pia inakusaidia kujua nini unachohitaji kwanza lakini kitu kingine Fuga app inachokusaidia ni kwamba kama wewe ni mfugaji wa kuku, lakini kila siku unajiuliza kuku wako inabidi wale kiasi gani au unabuni kuku wako wale kiasi gani, Fuga app inakusaidia usije kukunja tena kuku wala usiwazidishe chakula. Inakupa ratiba kulingana na idadi ya kuku na kulingana na umri wa kuku. Pia kama wewe una changamoto huwa unasahau kuwapa kuku, kuku wako chanjo au siku ya chanjo inavuka bahati mbaya, Fuga app inakusaidia kwa hili wa kukumbusha chanjo siku moja kabla ya kufuga ku, siku moja kabla ya chanjo na siku ya chanjo, fuga hapa itakutumia SMS ya kawaida kukumbusha chanjo yako. Kingine, achana na madaftari na kalamu. Kufuga hapa inakusaidia kurekodi matumizi yako yote na gharama zako zote, na inakupigia hesabu, inakupa kiwango gani umefuga hiyo kuku kwa sasa hivi. Kwa hiyo ukiwa unaenda kuuza, ujue kabisa unamuuza kwa faida au unamuuza kwa shikwa hasara. Kufuga hapa inakusaidia na hayo yote. Mpaka sasa, wafugaji zaidi ya mia saba Tanzania wamepakua Fuga na wanafurahia sana inavyowasaidia shambani kwao na inavyowasaidia kuongeza faida kwenye ufugaji wao. Hupe, Fuga App imetengenezwa na wafugaji kama sisi kwa ajili ya wafugaji. Tunathamini mchango wenu katika kulisha taifa letu na tunatamani tuwaone sana ukifanikiwa. Ndio maana tumewatengenezea Fuga App iwaboreshe kwenye ufugaji wenu na iwasaidie kupata mafanikio zaidi na faida zaidi kwenye ufugaji wenu wa kuku. Boresha ufugaji wako wa kuku na ongeza uzalishaji kwa kutumia Fuga App. Pakua leo Play Store na App Store. Primax.